Miongoni mwa vitu vinavyowapa tafakari kubwa waamini ndani ya kanisa Katoliki ni vitabu katika Biblia takatifu ndani ya kanisa moja takatifu na la mitume, kanisa Katoliki. Wengi ukiwauliza, je, Biblia ina vitabu vingapi? Wengine watasema 72 wengine 73 na, na wengine kukosa jibu kabisa na hata kutokuelewa. Kwako wewe msikilizaji au mtazamaji au mwanafamilia wa chaneli yetu ya I am Catholic Tanzania, je, unafahamu nini? Tafadhali tuandikie maoni yako hapa chini kwenye eneo la comment. Sasa, karibu tuangazie hili kuhusu kwa nini Biblia ya Kanisa Katoliki ina vitabu 73 na wengine kusema 72, tuanzie hapa katika historia tupate uelewa kwa kina. Zamani sana hata kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo Wayahudi walikuwa na maandishi matakatifu ambayo waliyaamini kuwa ni ufunuo kutoka kwa Mungu. Haya maandiko yaliandikwa kwa lugha ya Kiebrania, lakini baadaye Wayahudi waliokuwa wamehamia Misri walitafsiri maandiko hayo kwa Kigiriki. Toleo hilo la Kigiriki liliitwa Septuajinti. Maana yake ni sabini, kwa sababu tafsiri hiyo ilisemekana kufanywa na wataalam sabini au sabini na mbili waliotumwa kutoka Israeli hadi Misri. Katika toleo hili la Septuajinti, kulikuwemo vitabu zaidi ya vile vilivyokuwepo katika maandiko ya Kiebrania. Vitabu hivyo vya ziada vilihusisha historia, maombi, hekima na mafundisho ya kina kuhusu maisha ya kiroho. Hivi ndivyo vitabu vinavyojulikana kama vitabu vya Deuterokanoni. Sasa, hebu fikiria kuwa Yesu na mitume wake walipokuja duniani walizungumza Kiaramu na Kigiriki. Ngoja tuangazie kidogo lugha hii ya Kiaramu isije ikawa imekuchanganya. Kiaramu ni mojawapo kati ya lugha za Kisemiti ambazo zinapangwa kati ya lugha za Afrika Asia pamoja na Kiebrania na nyinginezo. Inatumika tangu miaka elfu tatu iliyopita. Ndiyo lugha aliyoitumia Yesu pamoja na Wayahudi wengi wa wakati wake. Sehemu chache za Biblia ziliandikwa kwa lugha hiyo wakati ilipokuwa imeenea zaidi kwenye Mashariki ya Kati, hata Kiaramu cha Kale kikawa lugha rasmi ya utawala katika Milki ya Uajemi. Hivyo, kwa kawaida, walinukuu sana kutoka katika toleo la Septuajinti ambalo lilikuwa na vitabu hivi vyote 73. Kwa mfano, katika Injili na barua za Paulo kuna maneno yaliyotoka moja kwa moja kutoka vitabu hivyo vya Deuterokanoni, jambo linaloonyesha kuwa hata kanisa la mwanzo halikuviona kama vya kikando au vya kiwabahatisha. Miaka michache baada ya mitume, kanisa lipozidi kukua, watu walihitaji mwongozo wa kujua ni vitabu gani hasa vinapaswa kusoma na kuaminiwa kama neno la Mungu. Hapo ndipo mitaguso mbalimbali ya mapema ya kanisa kama ule wa Hipo 993 na Carthage 997 yalipoitishwa. Katika mikutano hiyo, viongozi wa kanisa wakiongozwa na maaskofu waliokuwa waumini wa dhati walikusanyika na kuomba mwongozo wa Roho Mtakatifu wakaangalia vitabu vilivyokuwa vimesambaa katika makanisa mbalimbali, wakaangalia jinsi vilivyotumika na vilivyopokelewa, na wakathibitisha vitabu 73 ndiyo Biblia kamili ya Kikristo. Mtakatifu Jerom, mtaalamu wa lugha za Kiebrania na Kigiriki, alitumwa na Papa Damasus 1 kutafsiri Biblia yote kwa Kilatini, lugha ya watu wengi wakati huo. Tafsiri yake iliitwa Vulgata na ndani yake aliweka vitabu vyote 73 vikiwemo hivyo vilivyozoeleka kuitwa Deuterokanoni. Kwa hiyo kwa karne nyingi zaidi ya elfu mia, wa wakristo kote duniani walikuwa wakisoma biblia yenye vitabu hivyo. Lakini karne nyingi baadaye, katika karne ya 16 kulitokea harakati kubwa ya mabadiliko ya kidini huko Ulaya, maarufu kama mageuzi ya Kiprotestanti. Viongozi kama Martin Luther walileta changamoto kwa baadhi ya mafundisho ya kanisa Katoliki. Moja ya hatua walizochukua ni kuondoa baadhi ya vitabu kutoka kwenye Agano la Kale, hasa vile vya Deuterokanoni, kwa sababu havikuwepo kwenye maandiko ya Kiebrania ya Wayahudi waliobaki baada ya Kristo. Hapo ndipo Kanisa Katoliki, kwa hekima na uongozo wa Roho Mtakatifu, lilipokutana tena katika mtaguso wa Trento 1546, na kusema kwa wazi, Biblia yetu ya Kikristo ina vitabu 73. Hivi ndivyo tumepokea kutoka kwa mitume, mapokeo na kazi ya kanisa kwa karne nyingi. Kwa hiyo, kwa Wakatoliki, Biblia ina vitabu 73. Kanisa Katoliki linafundisha kuwa Biblia takatifu ina vitabu 73, vilivyovuviwa na Roho Mtakatifu: vitabu 46 vya Agano la Kale, vitabu 27 vya Agano Jipya. Sasa hapa nitafafanua kiwepesi, tupate maana pamoja, kwa nini wengine husema vitabu 72. Hii hutokea kwa sababu ya namna ya kuhesabu vitabu, hasa kitabu cha Yeremia na Baruku. Katika baadhi ya matoleo ya Biblia ya Kikatoliki, Yeremia na Baruku huunganishwa kama kitabu kimoja, hivyo badala ya kuwa vitabu viwili tofauti vinahesabiwa kama kimoja. Katika matoleo mengine, Baruku huonekana kama kitabu chake peke yake, tofauti na Yeremia. Hapo basi vitabu vinakuwa 73 badala ya 72. Vitabu vya Deutero kanoni ni kama: Tobiti, Judith, Hekima ya Sulemani, Siraki, Eklesiasticus, Baruku, moja na mbili Makabeo, pamoja na nyongeza katika vitabu vya Danieli na Esta. Hivi vitabu vinazungumzia sala, maadili, uaminifu kwa Mungu hata katika mateso, na vinaonyesha mwanga wa imani ya kweli. Kwa mfano katika Pili Makabeo tunaona maombi kwa wafu, jambo ambalo linatufundisha kuwa tunapaswa kuombea roho za marehemu. Katika kitabu cha hekima tuna mafundisho ya kina kuhusu haki, hekima na wokovu. Hivi si vitabu vya hadithi tu, bali vina mwanga wa kiroho wa kutuongoza leo. Hitimisho: mtazamo wa kanisa katoliki kuhusu Biblia si wa kihistoria tu, bali ni wa kiimani, imani kwamba Roho Mtakatifu ndiye aliyeliongoza kanisa kuyatambua maandiko haya kama matakatifu. Hivyo, pale mkatoliki anaposoma Biblia yenye vitabu 73 hasomi tu historia, anashiriki utajiri wa mapokeo, ufunuo wa Mungu na hekima ya karne nyingi za imani. Na huu ndio mwito kwa kila mkatoliki kuyasoma maandiko yote kwa bidii na sala, kwani humo ndipo tunakutana na Mungu aliye hai.